Tuende hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii Lilian, Mtono yuko kabisa tayari pale. kuna yapi Lilian? E, Saumu, kuna mengi kwenye mitandao ya kijamii lakini, ningependa kuzungumzia ile video ambayo inaonyesha afisa wa uhamiaji akimfyatulia risasi yule mwanamke wa kizungu huko Minneapolis na mm -hmm. kumuua mm -hmm. ni wale maafisa ambao e, wa ICE walikuwa kwenye harakati zao za kuwakamata watu ambao wanadaiwa kuishi Marekani kinyume cha sheria, hawana vibali. Na katika harakati hizo ukaona, nadhani nawe umeiona mm -hmm. e, kwamba wakamfyatulia risasi yule mama ambaye alikuwa fuza alikuwa akijaribu kuwakimbia mm, pale mm, sasa mm. Ni video ambayo amekufa, yule mama amekufa mm. Ni kisa ambacho kimeibua mitizamo tofauti, lakini katika hali ambayo sijui ni sema ya kushangaza mm. Rais Donald Trump amesema kwamba yule askari alikuwa akijilinda sasa sijui yule mama alikuwa ha, mba... na silaha kwamba na ndio alichokizungumzia nadhani e, gavana aliyezungumza umea gavana wa Minneapolis pia amezungumza kwamba ni kitu cha kushangaza kwamba hawa polisi wamefikia umri wamefikia e, kiwango cha kutumia silaha za moto mm -hmm. kuwaua au kuwajeruhi mm -hmm. watu kwa kisingizio mm -hmm. kwamba wanajilinda. Sasa, katika mm -hmm. kutazama kisa kile, unajiuliza yule mama alikuwa kajilinda kivipi? mpaka anasilaha gani? ndio ni, ni kama ulivyosema, huyu mea wa Minneapolis Jacob Frey ame, amelaani kabisa hicho kisa na amesema ametaka kwanza hata polisi waondoke kabisa kwenye jimbo lake, na ma, ma mea wengine wamezungumzia hilo, mea wa Chicago, mea mm -hmm. wa New York pia wamelaani sana tukio hilo. Na wananchi wa kawaida wanasemaje? Wananchi wa kawaida ndio kwanza tayari kuna maandamano Manu, mm -hmm. Video nyingi zinaonyesha waandamanaji huko Minneapolis, wengine wanasema sasa wameingia kwenye mji ambao hawakutakiwa kabisa kufanya mm. kitu kama hiki, kwa hiyo mm. tayari kumekwishaanza mvutano mkali huko, na mtu eh, na Minneapolis imegonga vichwa vya habari sana kwa muda mrefu, kwa kwa, mm. kwa kile kisa cha kwanza, kuna Wasomali, kile kisa cha uh, black lives matter mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo huko mambo yashaanza kuchemka saum. watu wanakumbukia Wayo... namna ambavyo mm. e, watu weusi wamekuwa wakinyanyaswa ndani ya Marekani. Wakati mwingine unajiuliza kweli Marekani ni taifa salama la asali na maziwa kama watu walivyokuwa wakifikiria zamani. <laughs> Wazungu wanasema wa, Wazungu nomo hata wenyewe unawasikia wanasema hata usi, usifikirie mm. hata kuja huku kwa kweli, kwa sababu si salama sawa, watu mm.